Tumerudi na daktari yako hapa, si mnamwona, ndio huyo hapa cha tusikia ako na yeye ya kutuonyesha daktari. Kwema kwema. Mm, mm, mm, naona meweza kuniita, naweza kuniita kwa jambo dogo sana. Naona kuna rafiki yangu hapa, waitwa nani? Mimi ni yule yule dere wa dere mm, nikutafuta nikutafuta sana, wapili umejileta. m mm. Chukai kwanza. ai subiri subiri, mwenzangu, siogope ni mm, mm. nitia wapi vukoni Mambo, ni live, guys. Tunaona tu Tumba mambo mambo wanafanya, fanya exchange exchange hebu mm, niulize hizo ni nini kwanza mna exchange? Ajui ajui, si mimi nataka kujua hizo nini mm, mm? hizi si ni matawi ama hizo nini, hawa ziko na mimi nini mm, unajua zawadi, nikiweza kuambia hiki ni kiatu utasema ni kiatu, hakina maana nyingine, si ni kiatu Mm. na kina maana mingi, kinasaidia vitu vingi. Si kama unaelewa, inasaidia vitu kama kama nini? Mm. Tafuta, tuendelee. hmm? tuendelee Jemaima, nashangaa kama mimi hata <gazulama> na shindo cha kusema mi hata yani, wacha niangalie. I want to see. But Mzee Luka hata shangai, si u umezoea hii mambo si ndio? mm. si umezoea uh, kinacho nishangaza ni ati wanajuana. Unajua lazima wajuane, si wote ni wa baharini, lazima wajuane <laughs> lakini mimi namwaminia daktari wangu hey. si, sasa mtu wa, show us something, guys. Mm. M ni miracle mna perform ama ni nini? unajua mm. nikita uchawi mtani mtani tanigiuza pia mimi mimi wanastaki leo. mm. Nilikuambia kitu moja mm. mimi nafata Mungu wa kweli, nanielewa na huyu hapa ni tapeli Wap, Wapemba. mm. Mm. tapeli Wapemba, mm. ni tapeli Wapemba, but mnajua na aje kama ni tapeli mm. pia we ni tapeli, birds of the same feathers flock together. Unajua kuna kitu anaita mandogo, kuna kitu anaita udogo, nanielewa huyu nimeweza kumtafuta mwanzo, anasaidia watu. Anasaidia watu aje? Anasaidia watu ambao wafai zawadi like, umevamiwa. Mm, lakini anaenda kusaidia wezi kuwapa nguvu maana. Hey, ni wa maajabu hm, lakini usijali nimempa kitu lakini ajini nini? Simi, sisi tunataka kujua hiyo ni nini ama ni aje guys, si mnataka kujizima? Hataaa awacha, basi nipigie nimuulize. mm -hmm. kama ako kwa njia, hata mi nashangaa mm huyo -hmm. atoki amenasa, huyu amesema huyu ni fake, huyu sasa ndio wako na Mungu wake, utaweza kujua mambo yashachemka hivyo. hey. mm -hmm. Hello, mambo Fancy ha? uko kwa njia, uko mbali wapi? Uh, sawa basi uh, okay. So Fancy she'll be here in the next few. Anakuja daktari mm. Na mbona una unataka Fancy sana? juu yeye mm. Kama unakumbuka kuna mm. un, watu wana mali yake kweli. Ni ukweli, ni ukweli. Mm. So unataka ku serve justice leo mm. Lakini uya amenaza kunasa ndio nini sasa hatoki y mwenzangu, usije ukajichocha sana. Kumbuka sote tulikuwa pamoja. Na hivi mimi naweza kugeuza chura <tipo mulu> alikuwa mm. Anasema, umenasa kivipi? Mi kusema uyatoki yani. hmm? mm. Umenasa? nimenasa nini, mwenzangu wewe, hivo wajua, tulifanya kazi pamoja lakini wewe ninavyokuona auna nguvu kunishinda wewe, au nipiku mie? Mie nimekwambia mimi ni hatari, na hivi naweza kugeuza chura, ama nikageuza, nikakugeuza kiatu, ukavaliwa, nikakuvaa mwenyewe, nikakutembelea baharini, nikisaka nguvu, ajichocha mm. <tinyoze> vile unaweza nigeuza, ntakugeuza, ntakugeuza hivi mm. ni sawa, ni sawa Mm. Lakini nikuulize, si amesema mlikuwa mnafanya kazi pamoja? Sikatai zawadi, nimekuambia tunafanya kazi kinyume hey. Mi nasaidia, wanahitaji msaada. Awa ana anawasaidia kuongeza watu ambao wafai nguvu na eh, nguvu zenyewe hana nguvu, nguvu sina nguvu

Yeah, ni uh -huh. Mageni, haya atamgeuza kamba ajinyonge. Atajinyonge aje? Inajua zawadi vilivyosema kutoka mwanzo mwanzo sipendi, mm -hmm, mambo ya kuongea ongea ongea. Ni actions. Wacha tusikie, mm -hmm, Luke anasemaje? Luke. Naam. No. <laughs> Uh, kwa kweli unajua wanasema wasaili Wapemba ujuana kwa vilemba naaa hapa, naona wanajuana, lakini bado nilivyosema, nami ni na mganga wangu, na sirudishi mali yoyote, aurudishi mali yoyote mm. Kilicho changu siwezi kukubali kunyang'anywa na mtu yeyote. We nyamaza, we kwa na no, nini, nini, ngoja uko na nini wewe simharaunanaya kumdharau juu sisi yako sini a wenyewe huyu eh? Unamdharau juu uko na vitu za wenyewe. Huyu nilimpata maskini oye, ay, ana mbele ana nyuma. Na, we, si we. Na wewe mwenye na kuhiga, ulimtengeneza na pesa za wenyewe kwanza za mwanamke Luke. Imagine hakuna difference yenu. Mm. Pesa haikuwagi imeandikwa ni ya mwanamke ni ya mwanaume, ama mali imetoka, bora mi ndo nilimtengeneza, hiyo ndo inamata. Na mi nakuambia na, na si pia ulitengenezwa na, na pesa ya yawenustake, si unajua, una una pia unajua, unaelewa hii vita. Acha nikwambie, au alifandiwa na msichana

kama alijua vizuri sana uni bwanangu, na baada akavuka mpaka pesa, unajua tabia zangu, atampendea wa... mm. nini Zawadi? We, eh, unasema je, daktari, hapa kuna kitu elewi huy mm. mm-hmm. yuko sawa, nimeona yuko sawa. Ushaona shida zake ndio maana akana hapa. Mm huyu -hmm. Amemfanyia nini ule? Amemwaribu akili, ama si nilikwambia amemwaribu akili ili ape, but unajua Luke bado anasema anaaminia daktari wake hapo mm. Uwezi mtoa, auwezi toa Luke hapo. Hapo Luke ameaminia daktari wake kabisa huyo. E, ni daktari wangu wa miaka mingi sana. How, how, how many years are we talking about? Miaka kama tisa hivi ah, Umesikia stori? Mm, mi namwaminia sana na hayo madai huu daktari anasema mm -hmm. Naomba pia daktari wangu wa..., amwambie kitu client amesema, useme Wee. kitu kwa sababu anakuaminia nine years zi mchezo, naam. Huyo hapa nimesema, tulikutana naye, nilifanya naye huko baharini, lakini tulipokuwa tukifanya baharini hakunijua kwa vile nilikuwa nikifanya kazi zangu pale Pemba mjini. Yeye yeah, yeah. alikuwa na utumu kule barani e, kuja kunipata hapa alivyosema. Ndugu yangu Luka alinijua kwa kilemba na hivyo haimaanishi ana nguvu zozote kunipiku, wala huyu hawezi kunisimamisha mimi. Na hapa nilipoketi, ninasikia harufu. Hey, fancy finally umefika. Hmm. Kushanga tu

So the last time we talked, I told you if I'm coming to solve another case, I don't have time to solve a case, I don't have time to sit down and listen to looks. Nilisikia naleta daktari ndio huyu. Maajabu, Maimuna bado ni wake <laughs> <laughs> And they've been married <laughs> ujue hivyo hata <laughs> mimi nimeshangaa. <sighs> <sighs> Unajua, why, you know, I'm, I'm actually laughing because the last time we were talking nakumbuka nikimwambia Lisa that utapata sisi sisi peke yetu tuko kwa hii ndoa tuko wengi Tumana, jina, jina jina ni ja jina ni natabasamu tu samutu, lakini wanafanana macho na Lisa kidogo una, unajua watu wakiishi pamoja pia hufanana Maimuna na Lisa wajakaa pamoja zawadi, ah. <laughs> Mama moja, baba moja, same father, same mommy na huyo Maimuna, mai, Maimuna alikuwa anajua na I'm telling her it's wrong and she's not even sorry eh an shohii Sh... ndio inaitwa sharing is caring mpaka kwa familia, sharing is caring. Aha, anyway, that aside, daktari, Mm -hmm. Hivi ulikuwa umeniambia nisikose mkutano huu hapa nikakuja. Mm -hmm. Now I would want to know ni lini napata vitu vyangu kwa sababu mimi nimechoka sana kuketi kwenye mkutano all the time solving a case that is not there, it's mm -hmm. It's really wasting time, it's tiring, it's wastage of resources, mafuta ya gari and all other things Kazi zangu zinasimama back, so back. Back mimi huyu wa pembe mbili naona huku, sijui ndio kutoka kwa pembe. Usimwambie, unajua unamkasirisha. Una pia umesema pembe ndio kwa pembe, pembe ndio kwa pembe. Sasa unajua huyu na pembe zake mbili, that is not my concern. Daktari alikuwa amesema na ngoja anataka kusolve everything here. sina wakati wa kupoteza niko na kazi nyingi sana ilivyosema pale awali, kwa hivyo these meetings that we've been having is wastage of time. kwanza inakasirisha watu kule nje. Mm. Nimeona wengine hata wanakasirika. Maimuna mm. hako na kitu kusema, na ameshtuka. Wewe kwanza ni nani? Na umekuja umetupata hapa vizuri, tumetulia tu. Kwanza ni nani? Nataka pia nijibu, wewe ni nani? Umetupata hapa tumetulia tu vizuri, umekuja tu kama umeingia, hata sikujui ni nani, umekuja tu kama umeingia. Huyo bwana mwenye huyo, unaona huyo mwenye, unajiona nayo umeninyang'anya, na wewe ni dadangu eh? Aliibia huyu kama sasa unataka kujua alimuibia hizo pesa. Umeona unapenda ya look saa hii ni pesa za huyu huyu, ndio huyu ndio mkikula mali yake, na uti ulikuwa umesema uko sawa, ni ambie kitu yote happen. Awe, unajua look o yeah. yeah. the, the okay. okay. msichimbachimbange sana. Aya, Usuko, usiinvestigate nini? Uh, so, daktari, uh, kindly please help me, am I getting my things or what is happening? Tumalize hizi vitu mingi aki zinachosha daktari wangu nam, nam. Daktari mimi nilikuleta hapo, malizane na watu. Mimi sijui mbona tunaharibu muda. Saa hizi niko na business meeting, nafaa kwenda, umalizane huyu huyu. Daktari, malizana na hawa watu, niende shughuli zangu. Mali yangu ni yangu, nilikuleta hapa unifanyie kazi. Mimi sijui mnaongea hapa, ndio mnajua. Na kwa vile, malizana na huyu mtu saizi. Huyu utamalizana naye hivi sasa, angalia, angalia. <laughs>

Msijali, hawezi ongea huyu, hawezi ongea, haziwezi ni mtu mmoja ataweziongea, hawezi ongea, in Jesus name Hebu ebu jaribu kuniita jina nisikia. mm. <tipanilis> <tipanilis> Zawadi. mm -hmm. Mm, kama yeye anajiamini ana nguvu, unajadilili baadaye basi akajiponye. mm. Ebu ngoja niulize Luke swali. Luke, mali utarudisha ama utarudisha? si mambo yako imefeili. Umeshangaa, wacha ongea sasa. mm. mzee Luka Mungu wake ni... mali unarudisha ama urudishi? Mtaona, mtaona mm. Mtaona. Utaona na mshashindo ama uko na backup ama uko na hey. Mwingine pia Mungu wako ndio ndio huyu, huyu. Mungu wako ndo e, ashanyamazishwa. Ungu kuna amenyamazishwa. Ona, niangalie wewe Luke. Nataka uniangalie amenyamazishwa. Ona mdomo zipa. Utarudisha mali ama? Eh, Luke hata hey. mm, mm, mm, mm, mm, mm. E, pia bubu. Yeye ashakuwa <laughs> bubu Mbona siku hiyo bubu alikuwa mm. anajichochea ati mungu, mungu, mungu. <laughs> mm. Zawadi Daktari nakuheshimu sana siku ambayo Luka atapata mm. mm. jawabu mutanitafuta mm. hey, in Jesus name. <laughs> mungu daktari amesema sijui Luka siku atapata jawabu Luka atafute nini? Mungu. mm. no, mm. Al alikuwa amesema wewe uko after mali yake mi hata nimeshangaa Ata I thought to solve everything. Kwanza huyu ni kama namjua, you look like someone I know outside here. For real? Huyo si kijana wa Mama Njeri? Eh. Aisha ongea. Acha ageuze uso bubu, achana na huyo. This is a certain woman like Asha. I think I know this, chenye naweza sema. This eye, I know this eye. Unajua hii macho. Ni sawa, ni sawa. Ni sawa, ni sawa. Listen. Ni huyu na Maimuna wake. Maimuna, hebu niulize Maimuna swali, mko na daktari mwingine? Daktari huyu hapa? Ni huyo tu. Sasa muongeleshe.

huyu ni nani huyu? Look, Maimuna na Luko wako endeni, mimi sitaki mambo ya vurugu hapa na vita, okay? Yo si, si ujinga wewe, dadako akikuibia bwana, si ujinga

I want my properties. Ukipenda kuunganisha hawa wawili waunganishe wachukue. But I want my properties. You're a very stupid man. Sai ana mdomo ya kuongea. Look, look sai ana mdomo. Wewe bado unampigania. Unampigania bado. Tulia.

Shida, shida roho yangu imekatwa katwa hivi sina roho. Don't shout imagine. Nisa sikia tu ukiniongelesha pole pole fancy. <laughs> <Hey bu> guys rohoiasi at ukiniongelesha na unichunge sana. Ni sawa basi. You know mimi siwezi pigana. Anyway guys. <laughs> As I was saying mimi hapa <laughs> wamevurugana <laughs> na mimi sielewi. But guys you you know what? Do what you gotta do to show us some live. Uh, like, subscribe, <laughs> comment, <laughs> and <laughs> share. Wha Bye, guys. <laughs> na hizi drama. Hata ni ni mi nimechoka. Mama kuniacha, kuniacha pia wewe hey. Mama pia kuniacha, umeenda watu, umeachwa tufuate. hey, hey, hey, hey, mm. Mfuate, mfuate mkifuatana nani ule mganga wenyi mwenye saya, amekwa mm, amefungwa mdomo ati ndio mganga. Mungu, Mungu my foot. Kanyaga huenda, kama sijakushika na hiyo nywele tena, nitakuwekelea pachini. Nimekuambia ushike mguu utashikana, itataka kuja kama. Hebu kanyaga, kanyaga na respect zaidi. ameniambia nikuacha juu, bila hiyo nikikukanyaga, shika barabara ufuate bwana. sawa, madamu sawa